Karibu katika simulizi hii fupi iitwayo Kadia. Ndiyo, ni Kadia. Mwandishi wa simulizi hii ni Jovin Alex Enocy Nsese, anapatikana kupitia simu nambari 0788697924 na msimuliaji ni mimi Hilali Alexander Ruhundwa, ninapatikana kupitia simu nambari 0713 Tatu, tatu, nane, tatu, tano, tano. Machozi yasiyokoma yalikuwa yakimtokea Leokadia ambaye watu wengi walimfahamu kama Kadia. Alikuwa yu katika majonzi na huzuni, uso wake ulikuwa umekunja ndita. Mkono wake wa kushoto aliuweka shafuni, ishara ya masikitiko. Maumivu makali ndani ya moyo yalikuwa yakimsulubwa haswa binti huyo. Mara kadhaa aliwaza kukihalalisha kifo chake katika kitanzi, kwa kunywa sumu za wadudu, liche ya kutohudhuria ya katika nyumba za ibada, lakini alifahamu fika kitendo cha kuyadhulumu maisha yake ilikuwa ni dhambi. Kadia hakumjua ndugu zaidi ya mama yake mzazi Bifarida, ambaye miaka kadhaa nyuma aliyapoteza maisha yake kutokana na, na maradhi ya kukosa huduma kwa kushindwa kumudu gharama za matibabu. Hapo rasmi Kadia akaanza kuyapitia maisha magumu, maisha yaliyokuwa hayanatende wala asali, bali shubiri pamoja na mijeledi. Ulimwengu ulikuwa umeamua kumhukumu Kadia. Hakika ungemwonea huruma kwa makuu aliyokuwa ameyapitia achana na mkasa wa mama yake kubakwa kisha mimba yake kutungwa. Lakini zaidi ungemwonea huruma jinsi alivyokuwa siku aliyoshuhudia mama yake mzazi akiyapoteza maisha bila msaada wa karibu, katika mikono yake. Kadia alimpoteza mama yake akiwa na umri wa miaka kumi pekee. Kadia alitikisa kichwa tu, hakuwa na namna nyingine ya kufanya. Maana halisi ya maisha kwake, angeweza kusema ni shida taabu, manyanyaso, pamoja na misukosuko. Asingeweza kueleza furaha ya aina yoyote ile ambayo aliwahi kuishi. Hakika ungetokwa na machozi Kadia angekusimulia jinsi alivyochukuliwa katika biashara ya kuuza mwili wake. Alikutana na mambo mengi, hasa lililokuwa linamuumiza ni kulazimishwa kufanya mapenzi na wanyama na muda mwingine kufanya mapenzi na wanaume zaidi ya mmoja, tena kwa wakati mmoja, wakimuingilia hadi kinyume na maumbile. Ama kwa hakika, shida ilikuwa upande wa binti huyo. Kadia afanye nini? Hakuwa na chaguo. Yale yote yakamfanya apate gonjwa lisilo na tiba, licha ya madaktari bingwa kutafuta tiba ya gonjwa lile hatari, lakini isipatikane. Kadia yujuu ya kaburi la mama yake mzazi bi Farida katika makaburi ya Kitangiri jijini Mwanza, machozi yakimtoka na kuuliza ni kitu gani nimekukosea baba? Nioneshe hata katika ndoto nijuwe ni wapi nimeanguka baba yangu. <laughs> Hicho ndicho kilikuwa kilio cha Kadia hasa kila alipomkumbuka mama yake pamoja na mikasa aliyokuwa ameipitia. Haitakuwa vyema kabisa kuhitimisha simulizi hii bila kulitaja tukio la Kadia kubeba ujauzito asijue aliyempatia ujauzito ule. Hilo likawa tatizo, likaongeza mateso kwa binti yule. Akalizoea hilo, lakini alipata hofu na kujiogopa alipojifungua mtoto asiyekuwa na sifa ya kuwa mwanadamu. Nyani si nyani, mtu si mtu. Sijui nieleze vipi upate picha ya mtoto aliyejifungua Kadia. Madaktari nao wakastaajabu juu ya tukio lile. Vyombo vya habari viliripoti tukio lile la aina yake, masaa kadhaa ya uhai wa kiumbe yule kutoka katika tumbo la Kadia. Waandishi wa habari hawakuwa tayari kabisa kuacha kumulika kamera zao katika hospitali ile ya Bugando jijini Mwanza. Ilikuwa ni habari ya kusikitisha, pia ya kuvutia kwenye runinga magazeti, majarida, redio pamoja na mitandao ya kijamii. Ndugu zanguni, heri donda mguuni kuliko donda moyoni. Kadia alikuwa ameumizwa na historia ya maisha yake. Maisha yake yalikuwa yamemjeruhi vilivyo, binti yule asiyemjua baba yake. Sura ya Kadia ilikuwa tulivu na nzuri, lakini ilikosa kitu kimoja tu, yaani furaha kukamilisha urembo alikuwa amejaliwa yote hayo. Kadia alikuwa akiyapitia, alitamani iwe hadithi kutoka kwa waandishi mahiri ama tamthilia, lakini ilikuwa ni kweli anayapitia maisha yale. Hakuwa na namna ya kukwepa. kila alichokuwa kikipitia katika maisha yake, alibaki kuwa na maulizo tu katika moyo wake. Alipata maswali mengi, muda mwingine alijiuliza, ni kwa nini yeye, Mungu alikuwa na yaruhusu mambo yale yampate yeye tu. Hakupata majibu kabisa, badala yake yalibaki kuwa na maulizo tu. Kumkosa mama katika maisha yake kulikuwa kumehalalisha maisha magumu kwake. Labda angekuwa na mama, basi asingekuwa katika hali aliyokuwa nayo, lakini mama hayupo tena mbele ya macho ya Kadia. Baba yake yu wapi? Haelewi kabisa. E hey, Muumba wa mbingu na ardhi Ninaamini unaniona na unasiona shida na tabu ninazopitia. Njoo basi uniokoe katika wingi wa matatizo yangu. <laughs> Wewe ndiye nuru yangu sasa. <laughs> Kwani ningeweza kumtegemea mama, lakini ukamtwaa. Ningeweza kumtegemea baba, lakini naye hukunionyesha kabisa. Kwa kukosa hayo, nikaamua kumtegemea mwanadamu kunipatie urahisi wa maisha lakini ninayavuna maumivu tu na si vingine. <laughs> Basi Baba, kama ni heri, basi nitwaye na mimi leo, nisiyapitie haya ninayopitia. Siwezi kuendelea kuyashuhudia, makuu haya niliyoshuhudia yanatosha kabisa. Kadia aliomba dua ile fupi akiwa ameinua uso wake juu na mikono yake kuikusanya Masikini Kadia, ama kweli, wakati mwingine jambo jema huanza na dalili kuwa mbaya, kwani katika kipindi kifupi ambacho Kadia aliishi na mama yake hakuweza kufikiria kuwa atapitia yale yaliyokuwa akiyapitia katika umri ule. Muda mwingine Mungu hutupitisha katika magumu ili kutuonesha ukuu wake, yeye aliyemuumba wa mbingu na ardhi pia wakati mwingine kuvitoa vitu tunavyoweza kuvitegemea ili tujifunze kumtegemea yeye. Kadia asingeweza kusahau hadithi ya maisha yake, laiti asingeipitia hadithi hii basi isingekuwepo. Lo! Ndoto ile ilipotea nikiwa katika usingizi. Ilikuwa ni siku ya tatu kuanzia siku ya Jumatatu. Ndoto ile mbaya ilipotea mara baada ya mama kuniamsha ili niwahi shule. Ndoto ile ilinijia miaka mingi iliyopita, nikiwa kidato cha tatu katika shule ya upili ya Senchelela iliyopo yalipo makao makuu ya nchi ya Tanzania, Dodoma, pembezoni mwa barabara ya kuelekea chuo kikuu cha Dodoma. Nilitamani ndoto ile iwe na mwendelezo, lakini ubaya wa ndoto huwa haina mwendelezo, ndiyo basi jifunze, haijalishi huu katika hali gani. Nini hatima ya maisha yako? Ni kumtumaini yeye aliyemuumba wa ardhi na mbingu. Usilaumu historia ya maisha yako, lakini shukuru kwa kuwa u hai. Fanya jema na uwe na tahadhari kubwa katika maisha yako. Fanya sasa, kwani muda mwingine jambo baya huja unapokosa maelekezo. Naam, huo ndio mwisho wa simulizi hii fupi iitwayo Kadia. Simulizi hii fupi ya Kadia imeandikwa na mtunzi Jovin Alex Enocy Nsese ambaye kwa maoni na ushauri unaweza kuwasiliana naye kupitia simu nambari zifuatazo: 0788, 69, 79, 24 ama katika mitandao ya kijamii ya Facebook, Instagram na Twitter. Kwa jina la Jovin Alex. Niliye kusimulia simulizi hii fupi, ninaitwa Hilali Alexander Ruhundwa. Ninapatikana kupitia simu nambari sifuri saba moja tatu tatu tatu nane tatu tano tano. Asante.